Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo safi na yenye hamu ya kujifunza. Nakuomba utuongoze, utufundishe na kutufanya kuwa watu wa amani, wenye upendo na wenye kushirikiana kwa pamoja. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Karibuni ndugu zetu katika kipindi hiki cha kujifunza bibilia. Juma hili tunazungumzia jinsi ya kuishi kwa amani katika jamii na kanisa, kujitoa kwa wema na namna kutatua migogoro kwa busara. Tutachunguza simulizi la makabila ya Israeli katika kitabu cha Yoshua sura ya ishirini na mbili, lakini vile vile tutaangalia changamoto zao na masomo tunayoweza kuyachukua katika maisha yetu ya kila siku. Kuishi na wengine mara nyingi kunaweza kuleta mabishano, hasa pale watu wanapokosa kuelewana kutokana na tamaduni tofauti au historia yao. Makabila ya mashariki ya Yordani yalijenga madhabahu jambo lililosababisha wasiwasi mkubwa kwa makabila ya magharibi ya Yordani. Hii inatufundisha kuwa kukurupukia hukumu wengine haraka ni hatari. Umoja wa Kikristo unapatikana pale tunapojitahidi kushirikiana, kuzingatia wito wetu wa pamoja na kushirikilia huduma kwa Mungu zaidi ya kutafuta sifa za wanadamu. Makabila ya Yordani yalionesha kujitoa kamilifu kwa ajili ya taifa lao. Waliacha familia zao nyuma wakapigana na kwa uaminifu na kuonesha utii kwa Mungu badala ya kutegemea usalama wao wa kijiografia kujitoa kwa wema kunahimiza umoja kazi yetu ya kweli ni kumfanyia Mungu si kutafuta sifa za wanadamu changamoto hazistahili kutuvunja moyo Mungu yupo pamoja nasi kila wakati makabila ya magharibi ya Yordani walidhani madhabahu hiyo ni ishara ya uasi hii inatufundisha kuwa mara nyingi tunafikiria vibaya wengine kutokana na zana za zamani au taarifa zisizo kamili. Hatua ya kwanza inapaswa kuwa mawasiliano, si mashambulizi au hitimisho la haraka. Kujibu kwa upole kunageuza hasira kuwa amani, na mara nyingi shauri dogo la maneno yenye busara inaweza kutatua migogoro mikubwa. Makabila ya mashariki walijibu kwa upole, wakionyesha heshima na utii mbele za Bwana ili sababisha umoja kudumu na kuondoa hofu ya uasi. Tunapojifunza kutoka hapa tunatambua kwamba kusikiliza kwanza kabla itimisho ya kutoa hitimisho kunasaidia kuepuka migogoro isiyo na lazima. Ushirikiano na maelezo ya kweli husaidia kudumisha amani. Utii na hofu ya Mungu hutoa msingi thabiti wa umoja. Simulizi ya madhabahu inatufunika kanuni muhimu za utatuzi wa migogoro. Wakati mambo yanapoonekana kuwa mabaya au kutokuwa na usahihi mawasiliano ya wazi na yenye busara ni muhimu zaidi kuliko kuhukumu haraka. Kabla ya kutoa hitimisho, ni vyema kuangalia matatizo ya kweli kujitolea. kidogo kwa ajili ya kudumisha amani ni muhimu, na jibu lenye upole linaweza kubadilisha hasira kuwa amani. Tukishuhudia amani ikirejeshwa, shukurani kwa Mungu ni jambo la kwanza. Migogoro inatatuliwa na kwa subira, usikivu na busara. Umoja wa kanisa huja kwa nguvu za kisiasa au kijiografia bali kwa utii wa kiroho. Mungu anathamini wa wale wanaojitahidi kufikia amani na kuonyesha upendo. Ellen G. White anasisitiza kuwa subira na busara wakati watu wanapokosewa ni hekima, na kusikiliza kabla ya kujitetea kunazuia migogoro isiyo na ulazima. mmoja wa Kristo na upendo ni jambo la thamani kubwa kwa Mungu, na inapaswa kufuatwa kila wakati. maneno ya Yesu alikuwa kwamba wanafunzi wake wapate kuwa na umoja kama yeye alivyo na Baba, ili ulimwengu ujue kuwa Mungu ametuma Kristo. Tunapojifunza haya, tunapata mafundisho dhahiri. Tunaweza kuepuka kufikiria mabaya ndugu zetu kwa sababu ya makosa ya zamani. Tunaweza kudumisha mawasiliano mazuri katika kanisa. Kuangalia wito wetu wa juu katika huduma kunasaidia kushughulikia changamoto za kila siku. Umoja na upendo vinadumishwa pale tunapojitahidi kuishi kwa wema, kuheshimiana na kumfanyia Mungu kuwa kipaumbele. Yuma hili limetufundisha kwa umoja ni muhimu zaidi kuliko tofauti zetu. Kujitoa kwa wema na kumfanya Mungu kuwa kipaumbele ni msingi wa amani. Kujifunza kwa upole kunapunguza hasira na kuepuka migogoro na kuepuka migongano isiyo ya lazima. Migogoro inatatuliwa kwa busara, mawasiliano na utii wa kiroho mefundishwa jinsi ya kuishi kwa amani, kutoa wema na kudumisha umoja ndani ya kanisa na jamii. Rehema, shukuru kwa maeneo yako ya hekima na mafundisho ya upendo. tuakomba utusaidia kutimiza haya mafundisho na majifunzouaojifunza katika maisha yetu ya kila siku, kwa na na subira, kuishi amani na wema, bari kanisa letu na familia zetu ili umoja na upendo viendelee kudumu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.